Mimi Salum Hamis Kari, mkuu wa wilaya ya Longido, leo hii naungana na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwatakia heri wananchi wa wilaya Longido. Eh, heri ya mwaka mpya wa 2026 uwe ni mwaka wenye fanaka, mwaka wenye heri, mwaka wenye baraka. Tuende sisi tukiwa wamoja, tutangulize upendo, tutangulize amani, tuendelee kushirikiana tuendelee kushikamana, kwa sababu sisi sehemu ya serikali tutaendelea kuwahudumia wananchi wetu wote kokote walipo, bila kujali wewe ni nani. Kwenye eneo lako maji tunaleta, e, umeme upo, barabara zipo, maendeleo kwa ujumla kila mahali. Sisi tunaungana na mkurugenzi, mimi naungana pia na mkurugenzi wa halmashauri, naungana na wakuu wa taasisi wote kwa maana ya TARURA, RUWASA ausa, e, TAKUKURU, zimamoto, uhamiaji na wengine wote kama ambavyo jeshi la polisi, jeshi linalosimamia pia suala la uhifadhi kila mahala, tunaungana sisi na wananchi wetu wote wa wilaya Longido kuwatakia heri ya mwaka mpya 2026. Ni ndeni, tuendelee kwa pamoja kulinda amani, kulinda utulivu, ili sasa haya ambayo tumemaliza mwaka 2025 tuende nayo 2026, tulivyokuwa tukishirikiana, tuendelee kushirikiana kwa pamoja, na sisi tuko tayari kuwahudumia muda wowote, iwe usiku iwe mchana, kokote mlipo tunawafikia, na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani, tuko tunawafikia mlipo. Sisi tunakwenda mahali wananchi walipo, huna haja ya kutembea mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya kama unakaa eneo la mbali zaidi tuna ziara za kila mara kufikia kwenye maeneo yenu, kuwafanya nyinyi muwe sehemu ya serikali kuhudumiwa matatizo yetu. Tutakuwa na mkesha sisi wa kufikia mwaka wetu 2025 kukaribisha mwaka 2026, tutakuwa kwenye uwanja huu maarufu, wanasema uwanja wa polisi wa kwa OCD hapo, ni uwanja wa serikali ya kijiji cha Longido. Tunawakaribisha watu wote, na sasa yote hayo kama sehemu ya kuazimisha kumaliza mwaka 2025 kuanzia saa 4 asubuhi ya leo tutakuwa na upimaji wa afya kwa maana ya presha, kisukari, kupima macho na wale watakaogundulika wanapata matibabu pale pale, na maradhi mengine yote tunapima hapa, lakini tutatoa ushauri na saa kwenye lishe kwenye VVU lakini tutatoa damu pia. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kuwahudumia wananchi wetu katika eneo letu hapa. Kokote mliko, wananchi wetu, karibuni sana. Msipoteze fursa hii leo, tunapoanza saa nne kwa ajili ya kupima afya zenu na kuatibu. Tutaendelea na hata mkesha wa mwaka mpya na kesho pia tutaendelea mpaka tutafika saa kumi. Wote wata watakaokuwepo kwenye eneo hilo tutawafikia na kuwapatia huduma. Tunapokwenda kuanza mwaka wetu mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuanze na amani, tuanze na amani, tuendelee na utulivu, tuiweke nchi yetu katika mikono salama, tuiombee nchi yetu endelee kuwa na amani. Tumwombee rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali yake yote. Tunasikiliza, tunajenga mustakabali mpya wa matumaini ya taifa letu. Tunasonga mbele kwa umoja.